Mambo, watu wa Mungu, hapa tunapatikana eh, kwenye kanisa la Chamahame. Tunaye ndugu hapa ambaye mzee wa kanisa, mzee wa kanisa. Jambo, hatu jambo. Utajitambulisha kwa msikilizaji, wewe ni nani? Mimi ni mzee wa kanisa Aleksi Chimieka inamura. Eh, asante sana. Hapa tumeona katika kanisa la Chamahame kumepitikana mambo mengi. Eh, tunapoona watu wamepokea vitu eske, mzee unaweza tuambia ni wanani wa ambao wamepokea vitu na wamepokea nini? Asante ndugu Gatariki, unajua kanisa letu la Chamahame ni kanisa ambalo linachapa kazi linapotumia evangelization. Kwa hiyo sasa, kila mwaka kanisa la Chamahame washiriki wote tunajitia pamoja, tunapo eh, tunapotafuta pesa ili tuweze nunua chakula pia na mavazi tusaidie washiriki wetu. Ile ni parmi evangelisation ambayo inatusaidia kabisa kwa kuhudumia watu wote. Tunapowafikia kabisa wanakubali vizuri, kwani wanajua ya kwamba tutawahudumia kwa kiroho pia na kwa kimwili. Sasa asante mzee. Sasa namna ambavyo mmesaidia watu Unaweza tupatia idadi ya watu gani ni wangapi ambao mmesaidia? Asante mtangazaji, leo kabisa, unajua kanisa la Chamahame ni kanisa kubwa ambalo lina umoja e, leo tumesaidia watu makumi tano e, hao watu makumi tano ni wahitaji na kanisa linaendelea fanya mambo mazuri sasa. Eh, unasema nini mumesaidia tu wa kanisa la Chamahame au kuna wengine ambao si wa kanisa la Chamahame ambao wamesaidiwa? Asanti mtangazaji, kabisa kanisa la Chamahame ni kanisa nzuri ambalo kabisa halikuwa na ubaguzi. Tumesaidia washiriki wa Chamahame pia na wa nje, kabisa tumewasaidia kwa chakula, pia kwa mavazi, wamerudi kabisa, wanapofurahia kanisa hili. Eh, unatoa ujumbe gani kwa kanisa zingine ambazo hazijaanza mpango kama huu? Asante mtangazaji. Uh, ujumbe ambao ninatoa nina, nina, nina leo ni kwamba kila kanisa zote kabisa zijiunge mkono ili ziwe na umoja ziweze chapa kazi ya Mungu kama kanisa la Chamahame, tunaposaidia watu kwa mavazi, kwa chakula, pia kwa kinywaji. Ni kusema kila kitu chochote ambacho tutawaambia watakubali, kwani leo wanafete bona, ni wametoka Chamame kabisa, wanapofurahi. Ni kusema kanisa zetu ambazo zinatuzunguka zichape kazi, zinapobariki watu kwa kiroho na kwa kimwili, kazi ya Mungu itaendelea mbele. Mzee wa kanisa Alexi, tunakushukuru, asante sana. Nasi tunawashukuru na Mungu awabariki. Tufuate Shuhuda za watu ambao wamesaidiwa katika kanisa la Chamahame ambao wanawazia kwa wachana ili wafurahi pamoja nasi katika mwaka huu wa 2025. Mungu, amina, wawezi kuwaakiw mnatufalisha, mnatukulisha, mnatupatia na mambegeti za kuweka ama machakula yenye mnatupatia. Mwenye anatutumia mambegeti mwambie tunashukuru sana, Mungu amubariki sana na mvidishie. Na sipungukiwe aendelee kutukumbuka na kutushirikia. Na kanisa tunaendelea kuendelea kuomba mibaraka, Mungu endelee kuwabariki. Na muendelee kwa mnatukumbuka kwa maombi na kwa misaada. Mungu akubariki sana. Amina.

Basi tunaendelea kuwashukuru namna ambavyo mnaendelea kutufuata kwenye mitandao ya kijamii YouTube, Facebook, Instagram pia na TikTok. mbarikiwe sana